Ndugu zangu na wafuatiliaji wa channel yetu ya Pastor Mnene TV, e, ni wasalimu e, wa Kristo wenzangu, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana Yesu, kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kabla ya kung'oa nanga e, nangeomba tuweze e, kuweza kutia ndua Tuweze kuona tuliachia wapi tukaendelea tukajifunze. Tunaomba utupendae Baba wetu wa mbinguni, jishuhudie katika neno hili, tunapofungua neno lako utubariki utuba, tusaidie kuelewa na kusaidika zaidi kupitia Kristu. Naomba nakuamini, amen. Ndugu zangu eh, siku iliyotangulia tulikuwa tunaangalia siku ya ibada sehemu ya kwanza na nimeonelea ni vizuri niwaletee siku ya ibada sehemu ya pili. Na katika siku ile tuliweza kugudua Mungu aliumba dunia na akaiumba katika siku sita, na akawapa wana wa, wa wake pumziko kuanzia kwa Adamu, na tukaona msititizo wa pumziko hilo mpaka pale tunapofika mlima e, wa Sinai kupitia amri ya nne katika maandiko na leo ningetaka tuanzie sehemu fulani. Hata kabla ya amri nne kutangazwa, amri kumi kutangazwa, Mungu alikuwa amefundisha wana wake sabato ya kweli, na ndio hiyo nataka tuiangalie. Hata kabla ya amri kumi kuwepo, ni kumaanisha sabato ilikuwa inatunzwa ama amri zilikuwepo, kwa maana ukiangalia hata Yusufu anapokuwa katika ile nchi ya Misri anajua kufanya uasherati na mke wa Potifa ni dhambi. Hivyo basi angemkosea bwana wake, na hivyo tunajifunza ya kwamba amri za Mungu zilikuwepo hata kabla ya wanadamu, na kama zingekuwepo Yusufu angalijua kuzini na mke wa Potifa ni dhambi, na asema ya kwamba kuzini na mke wa Potifa ni kumkosea bwana wake. Twende katika safari ya kuangalia safari ya wana wa Israel kutoka katika nchi ya Canaan Misri wakielekea nchi ya Kanaani. Biblia inasema nini katika kitabu cha mwanzo cha Kutoka 16 na aya ya 11, mtasoma kama ilivyoandikwa. Bwana akasema na Musa akamwambia, nimeyasikia manung'uniko ya wana wa Israeli. Ayasema nao ukanene wakati wa jioni mtakula nyama, wakati wa asubuhi mtashiba mkate, nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ikawa wa jioni, kware waka wakati wa jioni, kwa wale waliwakaribia, wakawafukuza wakituo, na ndipo wakati wa asubuhi umande uliokuwa juu ya inchi ya upande zote, na ulipoinuka ule umande uliokuwa juu ya inchi kumbe juu ya uso wa bara kitu kidogo kilicho kitu kidogo kilichoviringana kidogo kama sakitu juu ya inchi. Wana wa Israeli walipokiona wakaambiana, ni nini hiki? Maana awa hawakujua kitu gani. Musa akawaambia, ndio mkate ambao Bwana amewapa nyinyi. Hii ni ya katika eh, katika pale jangwani, wakitoka wakisafiri kutoka Elim, mkutano walifika katika e, bara la Sini, ama the descent of Sin. Na wanapofika pale wanaanza kulalamikia Musa, wakimwambia Musa, tupe nyama, tupe nyama, tupe nyama, tupe nyama, tupe nyama. Kwa hivyo Musa naye eh, akawaambia ya kwamba Mungu ataweza. Mungu akasikia kilio chao kwa sababu ya malalamiko na suluhisho ikaja ambao ni upeanaji wa kware na nini na mkate ambao ulikuja kuitwa mana. Kwa hivyo unapoendelea, Musa anawashauri ya kwamba mkate huu unapaswa uliwe ndani ya siku ngapi? Ndani ya siku moja. Kama utaokota leo, okota chenye kitakutosheleza siku hiyo, usiokote cha kuweka, kwa maana ukiweka akitafika kitakuwa kimeharibika, na wengine walijaribu kukihifadhi, mwisho wa siku wakaona wameambulia patupu. Unaposoma katika, ukisoma katika fungu la ishirini na tano, siku ya sabato inapowasili, acha nianze katika sura ya ishirini na tatu, ishirini na mbili. Neno la Mungu linasema ishirini na mbili, kitabu cha ja Kutoka 16 na nukuu, kama ilivyoandikwa basi ikawa siku ya sita waliokota kile chakula sehemu marudufu, basi mtu bishi mbili, na wote wazee wote wa mkutano wakaenda wakamwambia Musa, akamwambia ndilo neno alionena Bwana, kesho ni starehe takatifu, starehe takatifu sabato kwa Bwana. Okoteni mtakachokiokota na kukitokosa mtakachokitokosa, na hicho kitakachosalia mjiwekeeni kilindwe hata asubuhi. Hii ni siku ya sita. Tunakuta kwamba Mungu alikifanya kile kichakula ambacho kilikuwa kinaharibika kila siku, kitakapokuwa kikifika jioni siku ya sita hakikuharibika anasema muhifadhi cha ja kukula kesho ambayo itafuata, kwa maana ni Sabato takatifu ambayo ni siku ya saba. Napoendelea kusoma Biblia, nakuambia, basi wakajiwekea hata asubuhi kama Bwana alivyowaagiza, nacho akikutoa uvundo wala kuingia mabu. Musa akasema, haya kuleni hiki leo. Sikia, siku ya Sabato ilipofika Musa anawaambia kuleni hiki leo, kwa maana leo ni sabato ya Bwana. Hamtakiona nje mbarani, hata mkienda kukitafuta hamtakikuta. Kuna kitu ambacho aya ishirini na sita inakisema siku sita mtaokota, lakini siku ya saba ni sabato, siku hiyo akitapatikana. Ikawa siku ya saba wengine walitoka kwenda kukiokota wasikione. Kwa hivyo ukaona watu wa kaindi hata siku ya saba ya pumziko wakatoka kukitafuta, wakaenda kufanya shughuli zao za kawaida, wakaambulia patupu, wakaambulia pasipo na chochote. Unaposoma katika aya ya ishirini na saba, ikawa siku ya saba wengine wali, walienda wakiokota wasikipate. Tumesema hivyo. ishirini na nane, ambao nataka kukuonyesha amri za Mungu kabla hata Mungu hajakuja kuzipatiana kama mbao, wana wa Israeli walizijua walizielewa, waliziishi na walipaswa kusiishi. Amri za Mungu zimekuwepo hata kabla ya uumbaji. Nataka kudhirishia hii, na aya ishirini na nane inasema Bwana Mungu akawaambia Musa, mutakataa kushika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Kumbe sheria na maagizo ya Mungu zimekuwepo hata kabla ya amri kumi kupeana pale katika eh, eh, mlima Sayuni kupitia mbao. Kwa hivyo Mungu anapokuja pale katika ishina ishirini eh, kupeana amri kumi, anakuja kuwapatia ina document, but ni kitu ambacho wao walikuwa wamekijua. Sabato waliitunza sabato, walifanya na ndio maana Mungu anapokuja awaambii Itunzeni siku ya Sabato muitakase, anawambia remember the sabbath and keep it holy, ikumbuke. Kwa maana iki kitu ni kitu ambacho walikuwa wanaishi, ni kitu ambacho walikuwa wanakijua. Labda wachache ama wawili watatu walikuwa na kusahau, ndio maana Mungu akawapatia mawe mawili yawe ya ushuunda, hizi ndizo amri. Kwa hivyo yoyote yule ambaye atasahau aweze kuwa na sehemu ya ukumbusho. Kwa hivyo, na kama vile ambavyo tulitangulia kusoma unaposoma katika kitabu cha Kutoka thelathini na mbili aya ya kumi na mbili thelathini na mbili aya thelathini na moja samani aya ya kumi na mbili inaanza kuteremusha habari ikisema, Bwana akasema na Musa na kumwambia. Hiyo ni Kutoka thelathini na moja kumi na mbili. Kisha nena nawe na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtashika sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na nyinyi nyinyi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasaye nyinyi. Basi mtaishika sabato hiyo mtas, basi mtashika hiyo sabato, kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayeitia unajisi hakika yake atauawa, kwa kuwa kila mtu afanyaye kazi katika siku hiyo, nafsi yake itakataliwa mbali na watu wake. Kazi itafanywa siku sita, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo, siku ya sabato, hakika atauawa. Mungu anaendelea kusema, kwa ajili ya hayo wana wa Israeli watashika sabato na kuiangalia sana, hiyo sabato katika vizazi vyote vy, vyao vyote, ni agano la milele. Si agano la kuja kuisha, ni agano la milele. Kumbuka sabato inaambiwa ni ishara, inaambiwa ndiyo njia ya ku itatunzwa na watu wote, na yoyote ule atakuja kuitia unajisi, si kwamba Yesu atarundi, wezi wakiuawa washarati wakiuawa, walevi wakiuawa, wanyang'anyi wakiuawa, wengine wakiuawa pia, yeye atauawa ndugu zangu. Hii iko wazi kabisa, na mwenye macho haambiwi tazama. Unaposoma hii sura inateremsha ukweli ya kwamba ipo siku ambayo Yesu atakaporudi, wanaoendelea kuvunja amri ya nne kifo ni hatima yao, iko wazi. Nataka niendelee kuwapatia habari kama vile Mungu anavyoifunua. Anasema ya kwamba ni ishara kati ya Mungu na wana wa Israeli na wana Israeli wa imani kama sisi ambao tumekuwa taifa taule milki ya Mungu kulingana na kitabu cha Petro tunapaswa kutunza sabato. Kwa nini, kuna faida gani ya kutunza sabato? Wengine ambao tutatunza sabato tutapata nini? Swali nzuri sana mwanafunzi, akauliza mwalimu. Siku nyingine nilikuwa naudhiri sehemu fulani, mtu mmoja akakuja akaniambia, mchungaji, hii sabato mnayoitunza sana tutapata nini tukiitunza? <coughs> Nataka nikupatia habari kifika, katika sura ya hamsini na nane kitabu cha Isaia aya ya kumi na tatu kuendelea mpaka kumi na nne Mungu anatoa handi ambayo inapatikana kwa kutunza sabato. Fika pale hamsini na nane kumi na tatu mpaka kumi na nne kitabu cha Isaia tasoma kama Mungu alivyo, e, ifunua kwa walioinukuu nasema hivi, kama ukingeuza, kama ukingeuza Mungu wako usialifu sabato, usifanya anasa yako siku taka ya utakatifu wangu, ukiita sabato siku ya furaha na siku ya utakatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitunza kwa kutozifanya njia zako mwenyewe, wala kuyafuata ya kupendezwayo, wala kusema maneno yako mwenyewe. Biblia inasema ya kwamba kama utaitunza siku ya sabato, ufanye mguu wako uchunge mguu wako, usihusike kwa maneno ambayo ni ya kuvunja amri ine? Ukiita siku ya Sabato ni siku ya furaha kwa Bwana, si siku ya anasa. Anasa zingine kama harusi zenye midundo na mikatiko, ambazo ziko katika msingi wa Biblia, anasa kama sherehe zingine za kiulimwengu kama rurasio, sherehe zingine ambazo mnaenda kuzifanya siku hiyo, mkiziacha sherehe zingine ambazo zi tunazifanya tuna munafanya siku ya Sabato, siku ya kufanya sherehe. Mnajua aina ya nasa na sherehe ambazo mnazifanya ukiziacha, alafu ukiita Sabato siku ya utakatifu wangu, siku yenye furaha, siku ya utakatifu yenye heshima na yenye kuheshimiwa, Mungu anatoa ahadi gani kwa watu kufanya hiyo? Watapata nini? Bila inasema, ndipo ndipo ndipo utakapojifurahisha katika Bwana nami nitakufundisha mahali pa nchi palipoinuka nami nitakulisha urithi wa nchi ya, ya baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Mibaraka zote ambazo zimetajwa katika kumbukumbu eh, la Torati ishirini na nane na mafungu mengine ambayo tutakuja kuangalia pamoja na hii ya kuinuliwa na kuweka katika mlima wa Mungu ambayo ni Yerusalemu mpya. Kupata nafasi ya kuingia mbinguni upo kwa wale watakaochagua kuitunza hii amri ya nne, ambayo inadhihirisha ni akina nani watu wa Mungu. Soma katika Kibrania wa Ibrania nne tisa, itanukuu Biblia inasema, imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo wa Mungu anaingia katika raha ile, japokuwa kuna raha ingine ya kuingia Kanani ya mbinguni, pumziko la Kanani katika akili ya watu wa Mungu, ama kumesalia raha ya kuenda mbinguni Kanani pia hapa duniani, kwa sababu sabato ni ishara ya watu wa Mungu. Raha hii ndiyo iliyobakia kwa watu wa Mungu. Ndugu zangu na wapendwa na wasikilizaji, Sabato ni baraka ambayo Mungu ametupatia bure kabisa, bilash. Kama uko tayari kuifurahia mibaraka hii, mibaraka ambayo Mungu anapeana kwa kila mtu, uwe mtu wa mataifa, uwe mtu wa Israel, uwe mtu myaudi, uwe mtu myunani, na kama vile sheria zingine za Mungu za kutoua, kutozini, kutofanya kutofuata kuto, kuto njia zako mwenyewe na mambo mengine ambayo tunaonywa na Mungu. Mungu huyu huyu ndiye ambaye anatuonya bindhi ya kuinajisi siku takatifu ya Bwana. Kaka na dada zangu, tutakapoendelea katika kipindi kijacho, tutaenda kujifunza Bwana wetu Yesu Kristu pamoja na mitume waliitunza sabato ama walikuja wakaachana nayo kwa sababu Yesu anasema kujeni, mjifunze kwangu, kujeni mjifunze kwangu. Kwa maana Yesu ndiye ambaye tunapaswa kujifunza kwake. Nataka ni, niguze sehemu moja tu hapa kidogo, nikisema ya kwamba watu wa Mungu, jitunzani na mng'ang'ane sana, watu wasinajisi siku takatifu ya Bwana ambayo Mungu ameiweka ili kudhihirisha watu wake, ili kuonyesha yeye ndiye anayetutakasa, ili kuelelesha utakazo wa Bwana katika maisha yetu. Nataka nikupatie habari katika kitabu cha Nehemia kumi. Nataka nikupatie katika kitabu cha Nehemia kumi sura nianzie sura isirini na nane. Nasoma kama vile vivili inavyo nukuu, Bibilia inasema, nao watu waliosalia makuani, Walawi mwa, mabawabu, waimbaji, wanedhini, nao wote waliojitenga katika watu wa nchi ya inchi kwa torati ya Mungu wake zao na wana wao na binti zao, kila mwenye maarifa na akili, wakaambatana ndugu zao wakuu wao, wakaingia katika laana na kiapo ya kuwa wataiendea sheria, wataiendea torati ya Mungu ilivyotolewa kwa mkono wa Musa mtumishi wa Mungu, na kuziangalia na kuzitenda amri zote za Bwana Bwana wetu na hukumu zake na sheria zake, wala msiwaosheshe watu wa nchi zetu, wala kuwatolia wana wetu binti zao. Sikia hii, kabla hatujaanza kufika thelathini na moja, ambayo ni point yangu, ni baadhi ya mambo ambayo wana wa Israel wana wa Juda waliamua kuyafanya kutoka kwa mababu mabawabu Walawi na makwani waimbaji wa na wengine ya kwamba wakasema wako tayari kuitunza amri za Mungu na kutojihusisha katika ndoa ambazo hazijaendana na mpango wa Mungu kwa kuwosesha wana wao katika wana wa nchi za mataifa. Thelathini na moja ambayo ndiyo pointi yangu inasema hivi, tena watu wa nchi wakitembeza biashara, sikiza kama mtu atakuja kukuuzia viatu, akuja kukuuzia maziwa, akuja kukuuzia chakula siku hii ya sabato, utafanya nini? Nehemia anasema tena, wana wa inchi wakitembeza biashara na chakula chochote siku ya sabato, tusinunue kwao siku ya sabato au siku takatifu. Tena kwamba tuache mwaka wa saba na mandai ya de, ya kila deni. Kwa hivyo pointi yangu ambayo nataka kushikilia hapo ni ya kwamba Nehemia, mtumishi wa Mungu, akiongozwa na Roho Mtakatifu, akasema ya kwamba sisi watu wa Mungu siku ya sabato si siku ya kununua. Tuachane na biashara. Watu kikuja kuuzia vyakula, usihusike katika ununuaji. Kwa majina ya Mwenyezi Mungu, sehemu ya tatu juu ya siku ya ibada, tutakuja kuendelea kujifunza, tuone Bwana yetu Yesu Kristo, ambaye ndiye mwongozo wa maisha yetu, aliitunzaje. Tutakaposonga pale, tutaona mitume na tutakuja kujiuliza je, ni kweli Yesu, kifo chake kilikuwa ndiyo sababu ama mwisho wa sabato kutunzwa, ama Yesu alikufa ili sabato ifike mwisho? Sikose haya na mengine kwa neema ya mwenyezi Mungu akitujalia tutakuja kujifunza na tutaweka hoja hizi mbele zenu na kuchambua vingezo ambavyo watu wanajaribu kuzileta ili kupuuza na kuikanyangia chini siku ya ibada ambayo Mungu aliibariki akaitakasa na akapumzika siku hiyo. Neema ya Bwana iwe pamoja nanyi. Mpaka siku nyingine, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tutaendelea kujifunza. Hebu mbarikiwe. Kabla ya kutamatiza, hebu na tuweze kuomba. Uimindiwa Baba yetu wa mbinguni, kwa sababu tumejifunza na tumeelewa nini unakusudia kutufunza kama watumishi wako chini ya jua. Tuongoze sasa tunapo hagana, tukiwa na majaliwa kupatana katika kipindi kijacho. Kupitia Kristo tunaomba na kuamini, amen. Neema ya Bwana iwe pamoja nanyi.